Wakili Peter Kibatala ambaye ni mmoja wa mawakili wanaomtetea mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu amesema Lissu amepanga kufanya mgomo chakula, wa kula chakula akiwa gerezani Ukonga ili kushinikiza haki itendeke katika mashtaka ya uchochezi na uhaini yanayomkabili katika mahakama ya Kisutu. Akiongea leo Mei 3, 2025 jijini Dar es Salaam, Kibatala amesema natoa taarifa rasmi kwa umma kwa niaba ya mteja wetu kwamba Anaanza kususa chakula, sio kwa sababu nyingine, bali anataka haki itendeke. Tunatoa taarifa rasmi kuhusu siku hasa, lakini atasusa chakula, kitakachomtokea yupo tayari, hatakula chakula mpaka pale atakapoona haki imetendeka. Lissu ni wakili mkongwe, sisi wengine, mojawapo ya majabali yaliyotufanya tusome sheria namna hii tunayofanya ni huyu mtu haogopi kesi. Hata kama sisi tusinge kuwepo angeendesha kesi mwenyewe. Haogopi kesi, anataka haki itendeke, atasusia kula chakula mpaka haki itakapotendeka. Katika hatua nyingine, Lissu kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, ambao unaendeshwa na admini wake ametoa taarifa kuwa endapo hatopelekwa mahakamani Mei 6 2025 ataanza rasmi kugoma kula chakula.